Hello. Mambo vipi? Aiyopo uko poa kabisa. Na nimetoka kwa muda si mrefu kuweza kuchambua game za basketball. Sasa leo kuna kitu kidogo ningependa nikugusia hapa katika hizi game za basketball. Kuna kitu kinaitwa hapa ukija juu hapa. Hapa palipoandikwa akamuleta aka, aka aka Eh, hapo, kuna alama ya V ukibonyeza, kuna hiyo kuna hiyo akamleta, kuna, kuna system, kuna cheni, kuna multibeti, kuna conditional beti, kuna lucky, kuna patent, kuna single multi. Hapa ningependa, eh na usingizi hapa ningependa nikuelezee kitu kimoja ambacho sidhani watu wengi wanakifahamu katika, katika betting. Unajua kuna sehemu ukija kama kwa mfano, kuna kitu kinaitwa ngoja nikuonyeshe kwenye multi, kwenye condition. Tuende kwenye, kwenye, kwenye condition hapa hapa, conditional bet. Kwenye conditional bet, nadhani unaona imekuja kitu kama kama hichi kwamba kila, kila timu inakuwa inakuwa ina, ina, ina kiasi chake kwamba unaweza w kubeti kila timu ukaweka kiwango kwa mfano hapa nikaweka kiwango labda shilingi kadhaa elfu ishirini nikaweka elfu ishirini nikaja mechi nyingine nikaweka elfu ishirini nikaweka elfu ngapi elfu ngapi elfu ngapi nikamaliza timu zangu zote umeona, so, hapa nikimaliza, afu namaliza na, na bet sasa. Hii condition condition bet iko hivi, kwa mfano game ya ya Cleveland ya vs New York, hii game ya basket ambayo ni member under hamsini na tisa um, katika first quarter iko hivi, katika condition hii conditional bet ikichana moja, basi hizi zingine zikawini bado pesa yako itakuwa inaendelea kuwa palepale kutokana na kile kiwango cha odds ambacho umezidisha na ile pesa yako. Lakini ikiwa ni multibet, kwa mfano pamoja tende kwenye multibet, hapa multibet single, single multi. Single multi na condition ni zile zile zote, unaweza ka stake kiwango sawa, kwa mfano kama unaona hapa elfu tatu elfu tatu elfu tatu kama hivyo. Ukitaka kuongeza katika viwango unaongeza, lakini single multi, ikitokea timu moja imechana, basi jua timu zote, yani mkeka mzima utakuwa umechanika. Lakini ukitokea umeshinda mkeka mmoja, yani mkeka wako wote umeshinda, basi ile pesa itakuwa inazidishwa kutokana na zile odds ambazo unakuwa umezipata katika hiyo bet slip, lakini Ukitokea, narudia tena, ukitokea umechana, yani timu moja katika tano nizozoweka, kwa mfano mimi nimeweka single bet hizi ziko game tano, katika mu katika singles mute, ikitokea game moja imechana, ina maana hata kama ulikuwa umebakiza game tatu ikachana moja, ina maana tayari pesa yote inakuwa imelambwa, imeenda. Kwa hiyo unakuwa hauna faida zaidi ya hasara, na ikitokea zote zimetiki, basi unakuwa unazidishwa kutokana na kile kiwango ambacho umeweka kwenye single moja inazidishwa na pesa yako ambayo umeistake. Lakini condition bet, condition bet yenyewe unaweka kiwango ambacho utakachoamua wewe kuweka kwa kila timu, utasteki kwa kila timu. Ukisha maweza kustake kwa kila timu, basi pesa yote itakayotokea katika timu yote iza, ikachana hata timu moja mkeka bado utaendelea kutiki. Sasa leo tunatengeneza mm hichi -hmm. kitu kinaitwa conditional bet. Conditional bet tumechagua game, tuna gemu zetu ziko tano na hizo gemu zina odds hapa. Nataka niweke shilingi laki tano ni kila gemu niweze kuiwekea shilingi la arobaini na tisa nne tisa tano na game ya kwanza hiyo ni Cleveland vs New York Knicks, na tips tunaweza kuomba katika quarter one tumeomba under hamsini na tisa, na nyingine ni game Indiana yahiyo vs Charlotte Charlotte na game nimeweza kuomba katika one half ni over mia kumi na mbili pointi tano game nyingine ni ya Boston vs Miami hii nimeweza kum handicap Boston, nime handicap, nimempunguzia pointi 10 Boston. Na game nyingine ni Houston vs Utah Jazz, na tips nimeomba over 230, yani zipatikane pointi 230. Na game nyingine tena ni Los Angeles vs New ean na tips imaweza kuomba katika quarter yote yani include overtime ni mia mbili ishirini. Sasa hapa nataka tuende katika hapa conditional bet, tuweze ku stake pesa yetu abeta, na nafasi ya kuweza kuendelea katika game zetu hata ikichanika moja bado mkeka unaendelea kusoma. Basi sisi leo hii ndio tumie, tunaanza game ya kwanza hapa. kuna block 1 block 2 block 3 block 4 na block 5, na kila block mimi nitasteki shilingi laki moja. Tunaanza block 1, naweka shilingi laki moja, naweka shilingi laki moja, na kuja block 2, naweka laki moja Nakuja tena, nakuja nafuata, naeka laki moja. Na nne naeka laki moja, laki moja. Ona. Sasa hapa game zetu tumeweza kuziweka sumu zote ziko laki au kwanza laki laki laki tumega kiwango. Na unakumbuka mwanzo unaweza kukuhadishia kukuelewesha kati ya tofauti ya ya conditional beti pamoja na singles mute. Zote unaweza kusteki pesa na kiasi unachokitaka. Lakini tofauti ya condition beti pamoja na tofauti ya singles mute ni iko hivi. Tofauti ya condition bet kwanza, condition bet unaweza ukachagua mechi zaidi ya ishirini thelathini arobaini hamsini sitini sabini themanini tisini mia lakini gemu hizo we ukachagua gemu zako za kuweza kuweka kuweka pesa, unavyokuwa umeziwekea pesa gemu zile, ikatokea gemu moja imechana, ni mkeka mmoja lakini ikatokea gemu moja imechana, bado utakuwa na nafasi ya kuendelea kubet, yani nafasi mkeka wako utaendelea kusurvive, umeona, lakini hapa single multi. Single multi ni tofauti yake ni hivi kwamba ikitokea game moja umechana, basi ujue zote umefanyaje umepoteza. Ikitokea game moja umechana, ujue zote umepoteza, kwa sababu mkeka utakuwa loss. Lakini hii condition bet yenyewe ikitokea mkeka mmoja umechana, basi ujue bado unaendelea kusurvive mkeka wako. Lakini single multi ikitokea game moja imechana, ujue sure imechana yote, japokuwa uliweka kiwango sawa kwa uliweka kila mechi kwa stake ambayo unaitaka wewe kwa hiyo kitokea mchana ujue ndo hivyo, lakini condition bet ndo hii ambayo sasa mimi nimeitumia kwa ajili ya kuweka game zangu zote hizi za basketball, ziko game tano na zina odds ya, odds nimekuonyesha hapo, shina ngapi? Sijui, na ndo nimestake hizo, kila game, unazoona unaiona hapo, nimestake kuanzia block 1 block 2 block 3 block 4 na block 5 zote nimeweza kustake shilingi laki laki laki laki laki laki. Sasa leo ngoja tujaribu hii condition beti, alafu siku nyingine tuje tujaribu ile multi beti tuone inavyofanya kazi, lakini kwa leo tuanze na hii condition, na nadhani umeona kuona. Bake, fatacho, una, umeweza kuona hebu, hapo kifuatacho ni kuanza kubeti, unabonyeza neno beti hapo chini mkeka wako, tubonyeze bet tuone mkeka wetu utakuwaje baada ya kumaliza kubonyeza beti, mkeka wetu sasa unaona umesha, umesha sasa. Baada nadhani umeona ulivyokuja kubeti kwamba mkeka ulivyokuwa, sasa mkeka wetu ndio huo, stake lake, ngoja lake, ngoja tushinde tuone, je itakuja ni hela ambayo tumeiona hapo juu laki tano elfu saba sabini na tisa na mia ngapi, au ita, itazidi au itakuwa tofauti ngoja tuone hizo games zitakavyoenda mambo atakavyokuwa, na pia ngoja tena nijaribu kuubeti huo mkeka, lakini ni ubeti kwa, niweke laki, ni ubeti kwa calculator hapa, zile odds ishirini na nane, ngoja ni beti niweke laki, tuone na nyota kuwaje hapa. Sasa nimeweza kubeti hizo odds ishirini na nane kwa kawaida, nikaweka laki, unaona sasa, yani hapa nataka niwaonyeshe hizi hizi ni zile game ambazo tunajua asubuhi tumewini pesa nyingi sana. Kwa hiyo, hapa tunataka tufurahie mfano baadhi ya pesa tuone inavyokuwa. Hizi ni hiyo single ambayo iko juma, sasa nataka hapa tuka tuka stake pia na ile ile multibet. Tutakapokuja kuendelea baadaye tutaona, sasa tukitoka kwenye hii nitakuja tuonyeshe kwenye multibet yenye inakuaje, hiyo singles multibet inakuaje, lakini leo hapa tumebeti design mbili Alafu tusubirie matokeo yake, sasa tuone matokeo katika gemu hizi yana kujaja afu tutapeana majibu, tutapeana feedback yes. Tuone akisha tuna subscribe akisha unashare, una share una like and comment.